Faida ya kwanza utofauti kati ya biashara na kampuni, biashara inalipa mara moja kwa mwaka na inalipa asilimia thelathini ya faida corporate tax. lakini biashara kila baada ya miezi mitatu unaenda TRA kufanywa ukaguzi kwamba umeuza hiyo, muuzaji umefanyaje, umeendaje, inategemea na anayekufanyia assessment hiyo, inakuwa ni risk sometimes, inaweza ikafanywa wanasema kwa initial industry yako na uko Mwenge, wewe unaingiza faida nyingi, tulipe shilingi kadhaa, kumbe unaambia lakini, amna mchakato pale pale au kuongezea, utofauti wa kwenye kodi. Tofauti wa pili unaitwa liability. Biashara tutatumia TIN namba yako binafsi, tutaibadilisha kwa ya biashara. Kwa hiyo kodi zote zitasoma kwa jina lako... Elizabeth. Kwa hiyo atakaye kuwa anadaiwa mambo ya kodi uh, yote ni Elizabeth, sio biashara yako. Kwa hiyo kwenye biashara liability zote zinakuwa juu ya Elizabeth, ila kwenye kampuni kampuni, kuna unapata tin namba yako tin namba ya kampuni, kwa hiyo vinasoma kwenye jina la kampuni. Kwa mfano madeni yote kwenye jina la kampuni. Liability, ni kwamba unavyoingia mikopo au kufanya kazi ukashindwa kudeliva au kadeliva ukashin, mkaishindwa kulipa mikopo au mkashindwana baadaye, anayekuja kudaiwa, sio Elizabeth. Ni kampuni ya Elizabeth ndo itakuja kudaiwa. Kwa hiyo Elizabeth anaweza akawa anaendesha Mercedes Benz, lakini anadaiwa laki sita kwa sababu tu hataki, hana interest ya kulipa. Anaweza akasema, basi tufuate procedure za kawaida za makaratasi, makaratasi tulipane, takulipa taratibu lakini uweze kusema ila Elizabeth unaendesha Mercedes Benz, mimi nakudai laki sita, unashinda kunlipa. Hapana, liability kwa kampuni inakuwa kwenye kampuni ya Elizabeth. Elizabeth yeye hadaiwi hiyo laki sita, hata elfu kumi. Kwa hiyo anayekuwa anadaiwa ni kampuni, sio Elizabeth. Kwamba kwenye biashara liability inakuwa kwa mhusika, ila kwenye kampuni kampuni, liability kwenye kampuni. Kwa hiyo hamna mhusika, hamna mtu atakaye kuja kukaba tunakudai a a ulikuja, tukasajiliana tukasainishana, tuka kwenye kampuni. Namba tatu, management iko hivi. Kampuni lazima msajili mkiwa kuanzia watu wawili kuendelea Biashara unaweza kusajili ukiwa peke yako. Hapo watu wawili, kuna lengo mbili. Unaweza ukachukua mtu ambaye yeye yeah, ana kitu, wewe una na kitu, mkakaa mezani mfanye biashara, kwa sababu sheria lazima ume watu wawili. Ukachagua mtu wote unayemwamini ambaye hana kitu, lakini sheria zinakuhitaji na wewe unahitaji kampuni, unaweza ukachukua mtu wa familia au mke.